Namshukran uh, sana mtazamaji, tutaweza kurudi kwake baadaye, na kwa hivi sasa tunaenda moja kwa moja katika eneo la Baringo. Mtazamaji kumbuke kwamba ni eneo ambalo kiti chake cha useneta kiliwekwa wazi baada ya aliyekuwa seneta Kipchumba Murkomen kutawaza kama waziri, na ikumbuke kwamba ni eneo ambalo lina idadi kubwa sana mtazamaji, wapiga kura takriban laki mbili elfu themanini na moja na hamsini na tatu. Moja kwa moja tunaungana naye Steven Leto, atujuze mengi zaidi kuhusiana na shughuli nzima ya uchaguzi kuanzia mwendo wa alfajiri hadi sasa, kwako kwa Stephen Letoo. Asante uh, sana Lulu Hassan uh, kule studioni. uh, ni kweli kwamba tunakujia moja kwa moja kutoka uh, eneo bunge la Baringo Kaskazini uh, katika eneo la Kabartonjo uh, hii ni kinyang'anyiro cha kiti cha useneta kaunti ya Baringo uh, kiti kilichoachwa wazi baada ya kifo chake aliyekuwa seneta wa kaunti hii hayati uh, William Cheptumo uh, ndiyo. uh, kuanzia mapema asubuhi vituo vya kupigia kura Uh, vilikuwa vimefunguliwa kuanzia saa kumi na mbili asubuhi, uh, lakini hadi kufikia sasa katika maeneo ambayo tumefika ama tumezuru uh, tumeona idadi ndogo sana ya wapiga kura uh, wakijitokeza kushiriki katika shughuli hii uh, ya uchaguzi mdogo wa uh, kaunti ya Baringo uh, kumchagua seneta mpya wa kaunti hiyo. uh, ni baadhi tu ya uh, uh, ma, ma, vituo vya kupiga kura ambavyo uh, tumezuru kutoka maeneo ya Marigat uh, ma, uh, Baringo Uh, maeneo ya uh, uh, shule ya wavulana ya Kabarnet katika eneo bunge la Baringo ya kati na tulipo sasa ni, tulipo sasa ni eneo bunge uh, la Baringo kaskazini uh, ambapo tunazidi tu kutizama ni uh, jinsi wapiga kura wanajitokeza. Kaunti uh, hii ya Baringo ina uh, jumla ya wapiga kura 128153 wote wakitakiwa kushiriki katika zoezi hili. Lakini uh, hadi kufikia sasa idadi ndogo, asilimia kidogo sana uh, ya wapiga kura hao ndio uh, wameweza kujitokeza uh, kupiga kura. Tumekuwa na tukizungumza na maafisa wa usalama uh, wote wakisema kwamba uh, kila kitu kipo shwari kuhakikisha kwamba uh, hali ya usalama imeimarishwa na vile vile uh, uh, uh, stakabadhi uh, za kupiga kura ama wale wa, maafisa wanaosimamia kura uh, pamoja na wale ambao wame, uh, wana, wana wanaoshugulika katika zoezi hili zima ikiwemo wanahabari uh, usalama wao umeimarishwa. Ikumbuke kwamba zoezi hili uh, katika kaunti ya Baringo inafanyika kwa maeneo bunge sita uh, eneo bunge la Tiati, eneo bunge la Baringo kaskazini niliko sasa, eneo bunge la Baringo ya kati, eneo bunge la Baringo kusini na eneo bunge la Mogotio na vile vile eneo bunge la Eldama Ravine ambapo tutakuwa uh, mwendo wa saa kumi kwa hivyo, tunapo tulipokuwa hapa a, katika eneo bunge la Baringo Kaskazini hapa eneo la Kabartonjo tumeweza kujumuika, kujumuika a, pia na waangalizi wa uchaguzi wale ambao wanaangalia jinsi, jinsi uchaguzi una, unavyoendelea jinsi maafisa wa, wa IBC wanavyotekeleza tekele, shughuli nzima jinsi maafisa wa usalama wanashughulikia wana. Kwa hivyo huenda wao wamepata nafasi kama waangalizi ambao wamepatiwa kibali hicho na tume ya IBC ku, uh, kuangalia uchaguzi huo. Labda nizungumze na, na wachache wanielezee je, uh, tuelezee wewe ni nani na hadi kufikia sasa mumeenda vituo vipi na baadhi ya masuala ambayo mume, mumeangalia kama waangalizi wa uchaguzi huu mdogo ni yepi? Asante sana Um, kwa majina anaitwa Ivo Mbwe Mushoki. Tumetoka katika VAR, the Viable Alternative Republic from article 37 to article 38. Tumekuja hapa kwa kikuu kwa huku Baringo na tunasema Baringo iko kuzuri. Tumetembea kwa ma

watu wakongwe ndio ambao wamejitokeza katika uchaguzi huu, wazee na akina mama wakongwe kabisa. Hatujaona vijana, na napoangalia nyinyi ambao mmekuja kufanya uangalizi wa uchaguzi huu ninyi ni vijana, hatujaona vijana wenzenu hapa. Tusogea tu hivi tuelezee. Je, nyinyi waangalizi ni nini? Nyinyi mumeona vijana wakijitokeza kupiga kura hii katika uchaguzi mdogo? Uh, kweli hatujaona vijana na imetushangaza sana. Uh, unajua kama VAR sisi ni kundi la vijana, saa tulipoanza mwaka huu tulikuwa tumeamua kwamba venye uchaguzi unakaribia tungetaka kwa ku ground to make sure, yani kila kitu inafanyika vilivyo, so tulipofika hapa Baringo tangu polling stations ifunguliwe 6am tumeshangaa sana kuona not even one young man or woman here, but hiyo inatupea sasa task kwetu, kwa sababu sasa tumeobserve hivyo, tumeona that sisi kama VR tunaweza saidia ku hit the ground running to make sure kwamba vijana wapa Baringo wanakumbuka kuwa kuna uchaguzi leo na tunahitaji kusikia sauti zao. So this was definitely day one, ndio maana tumeijua na we want to be to be well prepared for the next round of um, elections ndio tuweze ku make sure there is proper turnout la Labda Lulu, wa mwisho kabisa, uh, kijana hili kwa sababu tufanye ile wanasema gender balance. Je, wewe kama kijana ni uh, nini asua waona kulingana na yenye uh, kutoka VAR imechochea, vijana hawajajitokeza hadi sasa, hatujaelewa kabisa. uh, kwanza kwa majina, naitwa Andrew Moki, mimi ni mmojawapo wa viongozi wa VAR. Leo tumekuja huku pande ya Baringo kuangalia vile kura zinavyozoendelea za seneta, na sasa hii tumeona kuna low voter turnout vijana wajajitokeza, watu wanapiga kura ni watu wa umri wa juu, si vijana kama sisi ambao tulikuwa tunaexpect sana wakuwa wamejitokeza sana kupiga kura. Sasa hapa wajajitokeza, we are very much worried na tujui itakuwa je mpaka 2027. Na vijana wao ndio wako na uwezo wa kutupea good leaders na wajatokeza kwa hii elections. Sasa tunataka kupea task kwa IBC, waje vile watapanga mipango yao waongeleshe vijana na vijana waone maana ya kupiga kura. Eh, asante. Na Lulu, hivi ndivyo hali ilivyo. Kumbuka kwamba kinyang'anyiro hichi uh, kina wagombea sita uh, na kati ya wagombea sita uh, mmoja wao hii leo atachaguliwa uh, kumrithi William Cheptumo aliyeaga dunia, ambaye alikuwa seneta wa kaunti hii uh, ya Baringo. Kwa hivyo tutazidi tu uh, kwenda ku, uh, kuangalia ama kuangazia baadhi ya vituo vya kupiga kura, maanake ama vituo vitakavyofungwa, basi tutaanza shughuli nzima ya hesabu za kura uh, lakini kulingana na uh, jinsi wapiga kura wamejitokeza ilhali, uh, tunatarajia kwamba kadri saa zinavyosonga uh, ndivyo tutakavyoanza kuona wapiga kura wengi uh, wakifika hapa katika vituo vya kupiga kura katika maeneo bunge tofauti tofauti kando na ilivyo maeneo mengine kama vile, kama vile Malava, hapa utovu wa usalama haujashuhudiwa kumekuwa na hali hapa ni shwari, uh, japo tu hatuoni uh, wapiga kura wakifika katika vituo vya kupiga kura. Kwa hivyo hilo ni swala zima ambapo ambapo waangalizi pia wa uchaguzi mdogo huu wanasema kwamba ni juhudi sasa ya tume ya uh, uh, tume ya uh, uh, uchaguzi na mipaka IBC kuangazia mno, kwa manake uchaguzi huu mdogo inapojiri uh, uh, wakati wa nusu muhula inamaanisha kwamba huenda ikawa na kichocheo ama huenda ikawa ina, inaangazia ni yepi tutatarajia katika uchaguzi mkuu ujao. Jioni tutakuwa tunai, tunaiweka IBC kwenye mizani, haswa kwenye teknolojia ambayo watakuwa wakiitumia katika kupeperusha matokeo ambayo yamepigwa ileo katika kaunti ya Baringo ili tuone ni vipi ama, uh, uh, kama IEBC imejipanga vilivyo kukabiliana na uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, Lulu. Naam, shukran sana Steven Leto, ila nakuomba tusiondoke kwanza kwa mtazamaji kumradhi kwamba tuliweza kusema ni uh, county ya Elgeyo Marakwet na bali ni county ya Baringo. Lakini Rashid, tumeweza kumwona Steven Leto akisema mm, kwamba idadi ni ndogo sana na wazeni wengi ambao wameweza